Yeah. Itabidi baadaye asubiri mm, biashara yake ishaanza kuingiza fedha mm, aweze kuquit kazi yake yeah. Swali wanauliza, itabidi aquit kazi yake biashara ikiwa imefika level gani? Yeah. Mana wengi wanajichanganya hapa. Yeah. Wanakuquit, alafu kumbe biashara yake na maisha yanakuwa ni magumu. A very, uh, tricky question. Iko hivi, uh, kwa, kwa mtazamo wangu ambapo inawezekana labda nikawa na, ni mtazamo tofauti na, na watu wengi lakini binafsi wanasema kwamba muda pekee ambao unatakiwa kuweza kuacha ajira yako na kuweza kuwekeza kwenye biashara ambayo umeianzisha ni pindi ambapo ile biashara itakupa mara mbili ya pesa ambao unalipwa msh kama mshahara. Okay. Yeah. maana yake kama mshahara wako ni milioni tano kwa mwezi, ile biashara ambayo unaifanya labda masaa manne, umeweka masaa yako manne au masaa yako matatu au masaa yako matano kwenye biashara yako, ukiona imefika steji inaingiza milioni kumi aziprofiti, basi ni muda sahihi wa kuweza kuqiti biashara yako amini kazi yako uweze okay, kuweka muda wako wote kwenye biashara, kwa sababu kama umeweka masaa matano unaingiza milioni kumi, what if ukija kuweka masaa kumi, kumi na mbili unaweza ukaingiza pesa zaidi. So kama haijafikia huo muda, sio muda sahihi wa kuweza kuiti kazi yako kwa sababu uh, bado kuna proses ambazo ni, ni, ni changamoto ambazo utatakiwa kuja kukutana nazo huku. Kwa hiyo kama uh, biashara yako inaanza kuingiza labda nusu ya mshahara wako ukasema uache, ujue bado ipo kwenye steji ya chini kabisa ambayo kuna changamoto bado wewe haujakutana nazo, siku kukutana nazo, ili biashara itakufa na utakosa backup. Ushaacha ile yako biashara yeah. ili hata ule muda ambako unasema naondoka mm. changamoto changamoto. sure. sure. mwanake mm. ina maana mtu anaweza akasema kweli inanipa mara mbili ya hapa, lakini mm -hmm. Before naenda huku, ina changamoto mm -hmm. gani